Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dk Samia Suluhu Hassan, amefanya uteuzi wa viongozi wanne katika taasisi mbalimbali nchini. Taarifa ya Bakari Machumu, Mkurugenzi wa Mawasiliano Ikulu, iliyonukuu taarifa ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dk Moses Kusiluka iliyotolewa leo Januari 29, 2026 inabainisha kuwa walioteuliwa ni pamoja na Dr Rahma Salim Mahfoudh. Dk Mahfoudh ameteuliwa kuwa naibu gavana, ya utawala na udhibiti wa ndani wa Benki Kuu ya Tanzania ya BoT akichukua nafasi ya Julian Banzi Raphael ambaye amemaliza muda wake. Mwingine ni Dr Ladislaus Benedict Chan'ga aliyeteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania baada ya kuikahimu nafasi hiyo kwa kipindi kirefu. Prof. Muhammad Bakari Kambi ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa Bodi wa ya Wadhamini ya Hospitali ya Taifa Muhimbili akichukua nafasi ya Dr. Ellen Mkonjia Senkoro ambaye amemaliza muda wake. Pamoja na hao Rais Samia amemteua Balozi Wilson Kajumula Masilingi kuwa mwenyekiti wa taasisi ya uhamasishaji uwazi na uwajibikaji katika rasilimali za madini, mafuta na gesi ya Tanzania TAITI akichukua nafasi ya CPA Ludovik Uto ambaye amemaliza muda wake.